Wamekazana tu wanamshambulia zoravu yule kijana wa mwimbaji. Kunyoa huku sio kunyoa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kiroho. Huyu sio mtumishi wa Mungu, hatambuliki. Mungu babako eh? Nikokotee mawe auweni mwendawazimu. Wanajimilikisha hadi Mungu hawa watu, yani Mungu anaona kama wanammudu yani. Hakuna mwanadamu mwenye hatima ya mwanadamu ni Mungu pekee. Wewe kama ni mtu akutenga wa watu tenga watu ni wewe, unamwambia kunyoa kimbinguni ni vipi? Au unataka unyoe mpaka Mungu aseme? <laughs> Usicheke, ndo dunia yaani haya, yani wanafundishwa, wanafundishwa hadi kutembea, hadi kutembea kutembea, mtoto wa kike atembee. Ndio maana waolewi hawatani nywele wananuka, midomo jasho, hawako smart. Yani ulokole ni utakuwa yani ili uwe, ili uwe mlokole utakuwa uwe mchafu, ili uwe mlokole uwe msengenyaji, wa kusengenya watu tu, hajaokoka yule, anaenda motoni. Ona anavyoongea, ona ni yani ulokole si kitu gani? Ukipendeza haitakiwi uchakae, sema huyu anaenda mbinguni. Umeona hii si ndara isi ndaraisi. Mungu atakuvesha viatu.